wote hugeuzwa kwa mawe au miamba ya chumvi kama mke hili wa Loti. Hili ndilo ziwa hatari zaidi barani Afrika. Ziwa Natron linalopatikana kaskazini mwa Tanzania, karibu na mpaka wa Kenya, ni mojawapo ya maajabu ya kiasili ambayo yanavutia lakini pia yanatisha. Maji yake mekundu au kahawia, hapa hata usijaribu kuingia, yana kiwango kikubwa cha alkali na joto inayofikia zaidi ya nyuzi joto sitini na chumvi nyingi kiasi kwamba yanaweza kukausha kiumbe hai na kumfanya agande kama jiwe. Ndiyo maana ziwa hili Lake Natron linaitwa ziwa la mauti. Wanyama wanaoanguka humo bila kukusudia hubadilika kuwa sanamu za mawe kutokana na madini ya soda na chokaa yaliyomo ndani yake. Lakini licha ya hatari hii, kuna kiumbe mmoja anayeweza kustawi humu bila kuathirika kivyovyote, ndege aina ya flamingo mdogo au Lesser Flamingo. Wao ndio pekee wanaoweza kuzaliana humu, wakitumia mazingira haya hatari kama ulinzi dhidi ya wanyama wanaowawinda. Ziwa Natron ni ishara ya maumbile yenye misimamo mikali, mahali pa mauti lakini pia ni chemichemi ya uhai na ulinzi kwa baadhi ya wanyama. Ni somo la asili kwamba uzuri mara nyingine huishi katikati ya hatari. Eti, kibaya cha mwenzio kizuri cha mwingine. Kwa heri kwa leo.